Ni binadamu wa kwanza kutembea umbali mrefu kuliko wote na amekuwa akitembea kwa miaka 27 na saba bila kutumia usafiri wowote. Jamaa anaitwa Karl Bushby ambaye tokea mwaka wa 19 na na nane alianza safari yake kutokea huko nchini Chile akielekea Hal Uingereza. Katika kutembea kwake alifanikiwa kupita misitu yenye wanyama wakali na majangiri kama vile Darien Gap. Alipofika nchini Urusi alifungwa kwa siku 57 na akakatazwa asionekane tena nchini humo. Kwa hiyo alipotoka Urusi alikutana na bahari ya Caspian inayopakana na Urusi na Iran, kwa hiyo jamaa akaogelea zaidi ya kilomita 300 kwa siku 31, yani mwezi mzima, kwa sababu asingerudi Urusi alipokatazwa na asingeweza kupitia Iran kwa sababu asingepewa viza. Na kwa sasa Carl Bushby amefanikiwa kuingia barani Ulaya na hivi karibuni atafika hal Uingereza katika nyumba ya mama yake mzazi. Carl Bushby wakati ameanza kusafiri kwa kutembea, kuna watu wamezaliwa, mpaka leo wameolewa na bado hajafika. Penye nia pana njia.